Wajibu wetu kwa Mungu, wajibu nilifundisha na Jumaa. Ukiufahamu wajibu wako kwa mungu wako, kuna uzuri utaupata jamali. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Vitatu vile viko hapa. Jambo la kwanza Uh, jambo la kwanza inasema kwamba ni kujaa Roho Mtakatifu. Kitabu cha katika Mitume moja, uh, mstari wa nane. Wajibu wa wetu wajibu wa kanisa wajibu wa mtu aliyeokoka aliyeokoka ni kutafuta kujaa Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Yesu kwa sababu bila Roho Mtakatifu yako maswali mengi sana uh, unaweza ukawa unahangaikia uh, kupata majibu, na inaposhindikana kupata majibu asilimia ya, ya wengi, washirika wengi huchanganyikiwa. Haleluya watu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa ninaangalia habari za wanafunzi wa Yesu, wajibu wao, wakawa wanamfata Yesu kabla wajajaa roho mtakatifu, wakawa wanamfata Yesu, lakini kwenye mioyo yao iko hofu kubwa sana. Yaani kwenye mioyo yao wanamfata Yesu, wasiyemwamini. Wanamfata Yesu, wasiye mwamini. Jamani, haleluya, watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, yaani hata kumwabudu huyu Mungu bila Roho Mtakatifu utaweza. Hata kukutana na Yesu bila Roho Mtakatifu utaweza. Hata kumtumikia Yesu bila Roho Mtakatifu utaweza. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu ndio ambaye yeye ana kanisa anatutambulisha kanisa, linataka nini? isi habari ambayo tumejifunza asubuhi kwenye idara ya maandiko, habari za siku za mwisho, uwezi kuelewa sawasawa pasipo Roho Mtakatifu. Jamani haleluya! Hebu soma hiyo ekusomaiyona unaweza ukaelewa kidogo siewe kabisa, lakini roho mtakatifu anapokuwepo kwako, ujapojifunza neno, anakupeleka ndani zaidi, ukajifunze zaidi kwa msaada wa yeye. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Soma hapo, soma hapo. Nasema wajibu, nasema wajibu Jambo la kwanza ni kujala mtakatifu, ni kujawa mtakatifu. Jarani mwanyeso asifiwe, ni kujala mtakatifu. Mtaka unapoangalia habari za Sione kutendea tume, ambaye Sione aliyekuwa n uchawi. Alipookoka akawa anatafuta wajibu wangu mimi ni upi? Maana nimeacha tayari matunguli, nimeacha uganda wa kiwenyechi, sasa nimemwamini Wameniambia Yesu anaponya. Jamani, mnanielewa? Watu wa Mungu wameniambia Yesu anafungua. Jamani haleluya! Na baada ya kuokoka Simoni, wale mitume walichoma chao. Jamani haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kufuatilia wajibu wake yeye ni upi, ndipo akapata majibu kwamba wajibu wangu mimi ni kujaa Roho Mtakatifu. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Unajua hata kumshinda shetani. Wewe wana tamani. Kutembea na Yesu pasipo Roho Mtakatifu haitawezekana, lakini twende taratibu jamani. Aau, hivi unaweza kwenda shambani unaja, si ngumu? Jamaa, tunaelewana. Hata wale mabondia ambao wanajifunza huko mabondia, kupigana kwa mieleka, wanapima wana, wana afya pia. Kuna vipimo vya vyakula, napaso wale vyakula gani, lengo mili yao ikawe na nguvu. Unanielewa? Eh, unamkuta mtu ni mwembamba, lakini mifupa yake imeimarika. Mnaelewa, jama, eh? Tunaelewana watu wa Yesu. Amen. Nasema tunaelewana watu wa Yesu. Nasungumzia wajibu wa mtu ambaye ameokoka ni kujaa Roho Mtakatifu. Yesu anapowaambia wanafunzi wake anawapeleka kwa wajibu ya kwamba, lakini mtapokea nini? Jamani mnaelewa? Jamani mnaelewa? Na Yesu anapozungumza habari